Kila taifa duniani huwa na alama maalumu zinazotambulika kama ishara za umoja, utambulisho na heshima ya kitaifa. Alama hizi hujumuisha wimbo wa taifa, nembo ya taifa, bendera, lugha ya taifa, katiba pamoja na sherehe za kitaifa. Vitu hivi huleta watu pamoja, bila kujali tofauti za kikabila, kijamii au kisiasa, na kuwafanya wahisi kuwa sehemu ya familia moja ya kitaifa. Bendera ya taifa ni alama kuu ya mshikamano, heshima na utambulisho wa kila nchi. Kwa Kenya, bendera si tu kipande cha kitambaa chenye rangi, bali ni ishara ya damu, jasho na machozi yaliyomwagwa na mashujaa waliopigania uhuru. Ndiyo maana inapopepea juu ya milima, majengo ya serikali au viwanja vya michezo, hisia za uzalendo na mshikamano hujaa mioyoni mwa wananchi. Bendera ya Kenya ilipewa hadhi rasmi mnamo tarehe 12 Disemba mwaka 1963, siku ambayo Kenya ilijipatia uhuru kutoka kwa utawala wa kikoloni. Muundo wake ulitokana na bendera ya chama cha Mau Mau na KANU, vyama vilivyopigania uhuru. Rangi nyeusi ikiwa inaashiria watu wa Kenya na urithi wao kijani ikiashiria ardhi na rasilimali, nyekundu ni damu ya mashujaa waliopoteza maisha vitani, huku nyeupe ikiashiria amani na mshikamano. Ngao ya jadi na mikuki iliyoonekana katikati ni alama ya ulinzi na ujasiri wa taifa. Katiba ya Kenya ya mwaka wa elfu mbili na kumi imeipa bendera nafasi ya kipekee kama alama rasmi ya taifa. Ibara ya 11 sehemu ya kwanza inasisitiza kuwa alama za kitaifa, bendera, wimbo wa taifa na nembo ni ishara za mshikamano wa wananchi wote wa Kenya. Katiba inazitaja alama hizi kuwa ni hazina ya taifa, hivyo haziwezi kubadilishwa kiholela wala kudharauliwa. Aidha, ratiba ya kwanza, yaani first schedule ya katiba imefafanua muundo rasmi wa bendera ya Kenya. Imeeleza kwa kina rangi zake, mpangilio na alama zilizomo. Hii ni hatua ya kikatiba inayolenga kulinda uhalisia na umoja wa taifa kupitia bendera, kuhakikisha kuwa hakuna mtu au kikundi kinachoweza kubuni bendera nyingine isiyo rasmi na kuitumia kama bendera ya taifa. Mbali na katiba kuna sheria ya kitaifa ya bendera, nembo na majina, yani National Flag Emblems and Names Act CAP 99, ambayo inalinda matumizi ya bendera. Sheria hii inapiga marufuku kutumia bendera kwa matangazo ya biashara, mavazi au michoro ya kibinafsi bila idhini ya serikali. Kwa mfano, huwezi kuchapisha bendera kwenye bidhaa ya biashara bila ruhusa rasmi. Sheria inalenga kuhakikisha bendera inaheshimiwa na inaleta mshikamano wa kitaifa badala ya kutumika kama chombo cha kujinufaisha binafsi. Adhabu ya yeyote atakayekiuka heshima ya bendera ni kali. Kifungu cha tano cha sheria ya bendera Kinasema kuwa mtu atakayekiuka anaweza kutozwa faini isiyozidi shilingi elfu tano au kifungo kisichozidi miezi sita jela au adhabu zote mbili kwa pamoja. Kwa maana hiyo, kila Mkenya anapaswa kutambua kuwa kuidhalilisha bendera ni kosa la jinai na hatua madhubuti za kisheria zipo kulinda hadhi yake. Udhalilishaji wa bendera unaweza kujitokeza kwa njia nyingi. Mfano ni kuichoma, kuikanyaga, kuitupa hovyo, kuibadilisha rangi, kuchora maandiko yasiyo rasmi juu yake au hata kutengeneza nakala feki kinyume na katiba. Hata kushusha bendera kinyume cha kanuni za heshima ni kosa. Ni wajibu kwa kila raia, shirika na taasisi kuhakikisha bendera inalindwa, kwani kila kosa dhidi yake ni kosa dhidi ya heshima ya taifa zima. Kwa jumla, bendera ya Kenya ni ishara ya umoja, historia na fahari ya taifa. Ni alama ya mapambano, uhuru na mshikamano wa watu wa Kenya. Ni wajibu wa kizazi hiki na vijavyo kuilinda dhidi ya udhalilishaji na kuitukuza kila inapopepea. Kila tunapoilinda, tunatunza hadhi ya taifa letu na roho ya mshikamano. Kwa hivyo, bendera ya Kenya si kitambaa tu bali ni moyo wa taifa letu. Mimi ni Kasim Hamisi na hii ni Dabaso Sultan Media.